Hivi, unajua mama, kuna watu hapa duniani hawajui kutumia hela zao vizuri. Yaani najua sana kuzichezea laki mbili tu kufagia hivi. Sasa kwa nini usinipeleke mimi mama yako? Sio nahitaji mama kama mimi hivi. Ha? Eh, wanataka mtu mzima, wataki watoto watoto au mabinti wasumbufu wanataka mtu mzima kidogo ambaye maisha anayajua. Eh, lakini sasa mama yangu. Ah. Sasa unajua kwa wewe ile kazi mimi nahofia labda vumbi litakuasili Kilamba mwanangu. Ilo vumbi si sawa na uwanja wangu nikiamka nimefagia huku. Ninakuja kufanya usafi ndani, ninatoa vumbi kila kona. Ilo vumbi linaathiri leo hii. Tangia ninakuwa nimeolewa mpaka nimezaa mpaka sasa hivi nimejukuu, kazi yangu hiyo nafagia vumbini, ninafagia wapi? nyumba yangu haina hata ilizi unapoiona. Kwa nini usinipeleke mimi mama yako nikafanye? Maana hizo kazi ni kama kazi zangu za hapa pembeni. Nakuomba mwanangu. Nipeleke mimi, laki mbili si ndogo, nitakuwa ninamsaidia mwanangu Tasha hata kuzurura sana, najua kwenye kuuza madafu yake huko, kidogo atapumua, kwa sababu tutakuwa yeye na mimi tunasaidia Tasha. Ile binti anakupenda sana, sasa nashindwa kuelewa kwa nini unataka kuthamini upendo wake Zawadi sio mpuuzi kwa kuchagua wewe, wakati kila siku anakutana na wanaume tofauti tofauti. Na nikwambie tu, yule binti nimeshinda kwa muda mrefu sana, amemlea mtoto wangu kwenye misingi bora, kudhidi hata mke wangu. Kwa hiyo na kila sifa na kigezo cha kuwa mke wa mtu. Kwa nilikuwa nakuomba usimwache Zawadi aondoke hivi hivi. Mimi binafsi Sipo tayari kuona mfanyakazi wangu anaondoka akiwa na maumivu tasha. Nakuomba sana usimwache zawadi aondoke, usiruhusu ile dhahabu iondoke mikononi mwako. Naomba umonyeshe mapenzi ya dhati, yule binti anakupenda sana, na mpaka dakika yetu navyoongea hana furaha, anataka aache kazi kisa wewe. Wewe upo tayari kuona ilo linatokea? Naomba usidhulumu furaha ya ule binti, usikatili nafsi yake. mm -hmm. Shikamoo Dawarda. Marahaba mdogo wangu, naona shavu linazidi kutoka. Tumambo sio mabaya. <laughs> Lakini dada, mbona haujafika nyumbani? maana mimi ulivyonipigia simu nilizani labda upo nje ya geti, lakini umesimama mbali kote huku <laughs> yani, na sio kawaida yako. Yale hapa namkimbia Junior, maana nishazoea nikija vibiskuti, vijuisi, yaani kama nitatoa mguu wangu hapa niingie mle ndani, naogopa kile kilio cha mwanangu, atalia <laughs> ah, tuachane na hayo. Salamu alionileta mdogo wangu na mazungumzo na wewe Lakini nataka tutoke kidogo. Unaweza kuenda kubadilisha hizo nguo. Ni mazungumzo gani hayo, Dawarda? <laughs> Acha uoga, tutajua kwa ukouko tukifika, sawa Zawadi. yangu changamoto kubwa ni kipato. Ukweli kabisa, hapa mjini sina kazi ya maana sana ninayoifanya. Kazi yangu kubwa ni kuuza madafu tu, kwa sina pesa za kutosha hivyo. Mama yangu kuna mwanamke ambaye amenichagulia, huyo mwanamke ana pesa nyingi mno, mimi sina kipato chochote kile, lakini bila kupepesa macho mimi nampenda sana Zawadi, mimi nampenda sana Zawadi kutoka ndani ya moyo wangu, ila sina namna, sina kipato chochote, sina pesa konapaswa tu nikubali kumwoa yule mwanamke ambaye amemchagua mama, kwa sababu yeye ndo ana pesa na kila kitu. Unajua hakuna kitu kibaya kama kuidhulumu furaha ya mtu. Na wewe kama mwanaume lazima usimame kwenye msimamo wako. Kwa jinsi alivyonielezea Zawadi inaonyesha dhahiri shahiri kuwa wewe ndio chaguo lake. Kwa na kuomba fanya maamuzi kama mwanaume. Na kama shida ni kipato mimi nipo tayari kukupa kazi itakokupa kipato na kubadili maisha yako. Kiongozi. Asante sana kaka. Ah, ah Amnaje kunipigia macho? Yani, nataka tu uone ni namna gani ambavyo mimi nimefurahi kiukweli. Mimi nilikuwa naishi katika maisha magumu, leo hii unatokea wewe unaniahidi kwamba utanipa kazi. Haki ya Mungu, na kuona kama malaika umeshushwa kwenye maisha yangu. Nashukuru sana sana sana, ndugu yangu, na kwa namna ambavyo mimi nilivyokuwa natamani kupata kazi nzuri, niko tayari kuanza kazi hata dakika hii na kuhusu kurudi kwa Zawadi, pia niko tayari, kwa sababu Zawadi ndio mwanamke nimpende kwa dhati kutoka ndani ya moyo wangu. Nashukuru kaka. Safi sana, hayo ndio maamuzi ya kiume. Kwa hiyo nandhihirishia hapa kuwa upo tayari kumwacha ule mwanamke na kurudi kwa Zawadi? Hilo bila shaka mimi nipo tayari, lakini tu nakuomba kitu kimoja, naomba tunipe muda mchache ili niweze kumtoa yule mwanamke katika maisha yangu ili nikirudi kwa Zawadi nirudi moja kwa moja nikiwa sina makandokando kando yoyote juu yake. kama utojali, naweza kukufanyia shopping mm. Naomba ukifika kule ndani, unapotoka hakikisha Junior asikuone, maana yule mtoto anakupenda sana, usije ukasababisha kilio, safari isiendeke hata. <laughs> Usijali kuhusu hilo dada, maana pale nyumbani kuna mdada mwingine yupo, atakaa naye vizuri tu. Junior yangu mwingine, wifi, achana nayo ndugu yangu. <laughs> Naomba tu uende ukabadilishe ngo tuondoke. Sawa. Sasa nikwambie mama ana, umezungumza umeniumiza sana umeniumiza katika moyo yani, nimeona kuna uhitaji mkubwa. Basi sasa mama, changamkia fursa, kwa sababu ukasema nikupeleke leo leo yani. Leo leo. Na mimi ndio hicho nilichokuwa nakitaka. Ungesema kesho ningekwambia hapana, nipeleke sasa hivi. Hapa tunapomaliza haya maongezi, naomba unipeleke. Subiri ningeenda. Sasa hivi. Ay, mama, changamkia changamkia fursa bwana e, changamka mama. Nawahi. Laki mbili kubwa kubwa sana mama, tena utajitahidi utalea sana kwa sumufwa wajukuu zako. Unaona bwana, kuna watu wanalipwa mshahara elfu ishirini hadi hamsini kati huku, lakini wewe laki mbili mamaangu, kimsingi ni kitonga Kwa nini umeagiza maji na wakati vinywaji hapa viko vingi? Mi situmii vile vidawarda. Ndio maana nimeagiza tu maji hmm. Kwa nini? Na wewe unakunywa hey? Mimi nakunywa naoga, maana niko ni level ya kunywa nishatoka huko <laughs> sima, leo nimeamua tu kuacha mafigo na maini yangu yapumzike. Mdogo wangu, unajua kwamba ukweli unamweka mtu huru. Kuna mambo nataka niongee na wewe, na ninaahidi kama utaniambia ukweli basi nitakufanyia mambo makubwa sana. Huyu ili aniambie ukweli ni lazima nimwongopee baadhi ya vitu. Sijui kwa nini dada, lakini wewe, nani amekwambia hivi kaka? <laughs> yangu mwenyewe kaja kuthibitisha nyumbani kwamba wewe ndio unayehangaika na Juni na sio mke wake, na sio leo tu, mara nyingi akija nyumbani aga, anapenda kukusifia sana.

Nishaanza kuchangamka e. Vumilia mama e, panahitaji uvumilivu hapa. Ah, karibuni, asante sana. Hmm, sisi tupo salama. Ehe, lakini kama tulivyoahidiana wenyewe, wanasema ahadi ni deni, na mimi nimetimiza ahadi yangu, sawa e? Eh, mambo kukakana madeni haya sio mazuri. Huyu unaomwona mbele yako, huyo huyo ni shangazi yangu kabisa, kitukuu kutoka uka ukuyu, shangazi mzabibi, shangazi bibi, shangazi yake babu wewe. Kunifanyia sijara za nini hapa? Utambulisho gani, wapa mpaka na huko ulikotoka. Sitaki dada, huyu wewe umjui, ana maneno kama ungangano. Ukimwachia hapa masaa hayo manne hii anatoa utambulisho. Tuendelee dadaangu, mimi hapa kwa majina naitwa Madam Mwazani. Sio, unanielewa vizuri, na mimi ndo nilikuwa nikihitaji mtu wa kazi, na kazi hapa umeipata. Mshahara mi ndio nitakayekulipa mshahara upo winji winji, na kulipa laki hizo mbili kwa mwezi, na kazi yenyewe hizo tu, yani simple, unafanya usafi huko ndani, unafua, unaosha vyombo, yani shughuli za kawaida za nyumbani ndizo. Ni Nikwambie mama, uze boss lady, hiyo laki mbili kwake ni kitu kidogo. Eh, kama kumsukuma mlevi bwana Madam. <laughs> Nashukuru sana sana sana, yaani nilikuwa na shida sana ya kufanya kazi. Si so, unajua tena mjini hapa bila ya kazi maisha hayaendi. Yaani nashukuru sana kwanza, kazi zenyewe ni za kawaida, ni kama vile tu niko nyumbani, kupiga deki, kufagilia, kuosha vyombo, kufua. Asante, nashukuru madam, nashukuru sana. Basi sawa, basi sawa, kama kazi tayari umeshapata, mimi nashukuru wakati wote, utaanza kazi. Hawa mabinti wote hawa ni wakwako? Una mabinti wazuri jamani, yani mabinti wazuri kweli hmm. Wewe Kirama, haukumweleza huyu kwamba hapa ni wapi? nani huyo huyu mama uliomleta? Aha, sasa mimi kimbelembele cha nini jamani, eh, kimbelembele cha nini mimi, kwanini tuandikie mate wakati wino, we mwenyewe, wewe wino upo. siumwambie Maisha. Maisha, je, yeah, ni kweli nataka tu uthibitishe kutoka kwako. Unajua dada, mimi sipendi sana kuingilia mahusiano ya watu, lakini kama kakakai mwenyewe amekwambia yupo sawa, lakini kuhusu dada ni kwa sababu yeye yuko bizi sana na kazi, ndio maana mpaka hayo mambo yote yanatukia. Na vipi kuhusu tabia dhaifu yangu Dori, ametulia kweli kwenye ndoa yake? Ametu, ametulia tu hana shida. Amaji, mimi nafahamu kila kitu kwa sababu nilishamtuma mtu akatuie mawasiliano ya, ya Dori, na kuna siku Dori alikuwa akiongea na mtu kwenye simu na kwenye mawasiliano ya Dori Dori alithibitisha kuwa wewe ulimshuhudia akiingiza mwanaume ndani ya nyumba. Da Samani, mimi sipendi sana kufuatilia ndoa za watu, lakini wewe kama umeamua kumchunguza wifi yako ungetafuta tu njia nyingine ya kumchunguza. Naogopa nisini karibu kibarua changu, kwa maana hii kazi mimi ndo inanifanya mpaka na nahudumia familia yangu kijijini kijijiniawaa. Naomba usini usinihusishi kabisa mimi kwenye hayo mambo, we tafuta tu njia nyingine Sema mi ni mtu mzima nimeshaelewa kwamba unaongea ukweli au unaongea uongo. Macho yako tu yanakili kwamba unaongea kitu gani. Usijali sawa, naomba usimwambie chochote dada. Maana ukimwambia mi kibarua changu kitakuwa kipo atiani. Na namii kile kibarua ndio kinafanya mpaka wazazi wangu wanaishi kijijini, dadau dada hapa, kama nilivyokuambia mwanzo, ninaitwa madamu Mwazani, si umenipata hapa kwangu? Mimi hili mimi ni danguro